Dkt Kevela amesema hayo wakati akizungumza na wanawake wa chama hicho katika kikao cha kamati ya utekelezaji cha UWT na wajumbe wa baraza la UWT wilaya ya Njombe ambapo amesema wanawake wana nafasi kubwa katika kuzuia ukatili ikiwa wataweka mikakati kutoka ngazi ya familia huku wanaume pia wakitakiwa kuwa kipaumbele katika kukabiliana na maswala hayo ya ukatili kwa kutambua nafasi ya mwanamke kwenye jamii. Vijana sasa wanaanza kubaka wabibi vijijini. Wako watu wanaiba watoto wa wenzao, wako watu wanabaka watoto wa, wa wenzao mashuleni, wale mapenzi ya jinsia moja. Wazazi, sasa naomba tujae kwenye nafasi zetu kulea watoto wetu kulea wazazi wetu, ili vitendo vya ukatili visijirudie. Na pia wanaume watambue mchango wa mama kwenye kaya, sio kila mama akipendeza ni malaya, aone kwamba anafanya kazi, anasaidia kulea familia mapenzi wivu wa mapenzi nayo ni chanzo kikubwa sana cha ukatili mkoa wa Njombe, mira potofu imani za kishirikina na wasihi wenzangu waache hizo imani, kwani zinatupunguzia heshima mkoa wa Njombe. Watu wa nje huko wanavyosikia kwamba Njombe tunauanauana ovyoovyo, tuna bakana bakana ovyoovyo, so mira na desturi ya watu wa mkoa wa Njombe. Rozimary Pila ni mjumbe kamati ya utekelezaji CCM mkoa wa Njombe amekiri kuwepo kwa matukio ya ukatili katika jamii huku akiwaangukia vijana kuacha tabia ya kutafuta maisha kwa urahisi badala yake, amewataka wafanye kazi ili waweze kufikia malengo yao. Wamefanya ukatili, mama wamemkata, mama wamemkatili, mama wamemkata. Kuna mama wamemkatili mpaka utumbo umetoka nje. Jamani, ni vitendo vya kusikitisha. Wakina mama viongozi wenzao, naomba tukae makini, hata kwenye kata zetu tunakwenda, yaani yule mama utumbo umetoka nje. Kila siku wanaenda wanafika, wanaona amehamishwa, kitandani amelazwa chini, ametandikiwa vizuri, wanafikiria labda ameona tangu kukaa hivi. Sasa mtu mgonjwa kabisa, hajiwezi, afu naona amekatandikwa chini, ushtuke Upande wao baadhi ya viongozi wa chama hicho wamesema ili kuhakikisha jamii inaondokana na changamoto ya ukatili wamekuwa wakitoa elimu kupitia mikutano mbalimbali, ili kuweka jamii sawa na kukomesha kabisa matukio ya ukatili. Tutaenda kuwaelimisha, kwa sababu tumeona kuna ukatili ambao unafanyika zaidi na wanawake, limetuuma sana, limetuumiza kwa hiyo sasa na sisi tunasimama kwenda kuwaelimisha wanawake, jinsi ya kuishi na wanaume zao, jinsi ya kuishi na watoto wao. Na pia kuna ukatili mwingine, wanaume nao wakati mwingine wanafanya ukatili. Basi tutaenda kukusanya hayo makundi ya vijana, ya wanawake, ya wanaume, kuwaelimisha juu ya ukatili. Ndi tumeongoza na tunapiga wanaume. Sasa wanaume wengi hata hapo saa hizi kuna, kuna, kuna, kuna, kuna simu imeingia, wanalalamika wanasema wao waachane wa yani, mwanaume anadai taraka sasa, kwamba kupigwa wamechoka. Yani inaonyesha kwamba tumefanya yote, michepuko tunafanya, wananyamaza, tunawapa waoshe vyombo wafue nguo, lakini bado tunaanza kupiga sasa.